Uh, Aston Villa game kwanza ya ya nyuma kabla anyatiza na Newcastle kwenye FA alishinda alishinda yale yeah. Uh, magoli tunasema ya usiku sana yeah, kipindi watu wamelala, ndio unakuja kuguduka, he kumbe alishinda, tatafuta lakini Aston Villa na kunyanyua na, na ndio ilivyo football. Na football ni mchezo wa makosa a, ni mchezo wa kulazimisha, na nani anataka zaidi ili aweze kupata matokeo. So unapoiangalia game kati ya Leeds na na, na Aston Villa nategemea itakuwa ni game nzuri kwa sababu Leeds, a, ni timu mojawapo ambayo inajua kufunga, inajua kucheza game kubwa kama ilivyocheza game na na, na na Chelsea kutokea goli mbili nyuma mpaka ku, ku, ku, ku, ku, kuchomoa game inaisha mbili mbili, na timu kama Chelsea, ambayo kwa namna moja nyingine, kama alivyosema Muru, ilikuwa imeshajipata ki, ki, ki PL kwa kushinda uh, game nne mfululizo, haikuwa fomu mbaya kiasi kwamba kushindwa kupata alama tatu ukiwa tayari una mtaji wa goli mbili, kwa unaona kabisa uh, maturity ya Leeds iko iko iko iko level ukimfuatilia tena gemu ya, ya, ya katikati ya wiki ya FA uh, alishinda ali. Kwa hiyo amequalify kwenda kwenye hatua uh, ya kumi ya kumi na sita. Kwa hiyo ni gemu ambayo sijajua uh, exactly kama kama unai ataiapproach kama, kama, kama, kama finali au ataiaprochi kama ni robo fainali kwenda nusu, lakini naamini atakuwa amefanya umwe kubwa sana kwenye, kwenye, kwenye gemu ya kile kilichompata katikati ya wiki na Newcastle, na, na, na, na, na, na, na ni gemu ambayo kiufundi, naona makocha wote wawili watakuwa wamejiandaa kwenye kucheza mpira wa haraka kama kawaida tukitegemea magoli yatokee ya hasa kwenye wings kama kama kama wanavyopenda kucheza. Uh, Aston Villa kumtegemea sana Rogers, na sasa hivi naona Leon Bailey na yeye amerudi amerudi amerudi uwanjani tena vyema, anacheza game in game out katkati labda, anaweza kamaanisha bwedia kwa sababu kwenye game kama ile amna, kwa sababu anacheza na watu ambao wa muda wote wanakuja. Kwa hiyo itakuwa ni kati ya tunasema ile tupishane, atakee mfunga mwenzake nyingi, ndo mpira umeisha. Kwa hiyo tutegemee game, game ya kasi na na game yenye matokeo matokeo, kwa upande kwa kwa upande wa Aston Villa. Game time tuona vyo sisi.